Taarifa hizi ni hakika kabisa. Boti lilikuwa likitoka eneo la Mkenda a, mpakani mwa Tanzania na Msumbiji likivuka katika Mto Ruvuma kuelekea Mitomoni wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, na boti hili linakadiriwa kuwa lilibeba watu zaidi ya arobaini, na watu tisa hawajulikani waliko mpaka saa hizi, kwa maana wamezama kwenye mto huu Ruvuma ambao una mamba pia na viboko na watu 36 tayari wamekwisha kuokolewa na kwamba hadi ha, ninavyoongea sasa nikiwa eneo la tukio hapa Mkenda, tayari kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Ruvuma ikiongozwa na mkuu wa mkoa mpya Dr. Beniliti Maenge imeshafika eneo la tukio na mkuu wa wilaya mpya na, na wenyewe wameshafika eneo la tukio kuwapa pole wananchi wa hapa poli, Mwambije, mara nyingi inapotokea matukio kama haya kumekuwa kuna changamoto ya upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya kwa ajili ya kuokolea watu ambao wanakuwa wamekumbwa na mkasa huo. Kwa hali ilivyo katika eneo hilo iko namna namna gani, bado changamoto za uokoaji zinakwazwa na vifaa? Na ninavyoongea na wewe tayari wameweka wa nyavu mbele, ili kama watu waliozama waende wakanase mbele huko. Ndio jitihada ambazo zinafanyika, lakini ni kizungumza ukweli kabisa Mwambieje, kwa kwa eneo la tukio, mazingira hayo unayatazama namna gani? Mazingira ya ajali ni kwamba kwanza a, maboti wanayotumia kuvuka upande mmoja na kwenda upande wa pili ni duni. Kama utakumbuka vizuri, ITV tulishawahi kuripoti hapa kuhusiana na changamoto hii ambayo wananchi wanakosa wanakosa vifaa wana vya kuvuka, na hivyo inakuwa ni tatizo. ukitazama sasa hilo boti ambayo ilikuwa imebeba watu hao kwa idadi hiyo, ni idadi ambayo inaruhusiwa kisheria ama imezidisha ama ilikuwaje? Ilizidisha watu pamoja na, na mzigo. Watu walikuwa wengi pamoja na mzigo. Kwa hiyo boti inatakiwa ibebe uh, watu takriban ishirini au ishirini na tano lakini walikuwa zaidi ya arobaini na ndio maana nimesema watu tisa hawajulikani kwa maana wamezama kwenye mto huu Ruvuma, lakini watu thelathini na sita wameshaokolewa katika hao thelathini na sita ambao wameokolewa hali zao zikoje kiafya? Hali zao zinaendelea vizuri, na tayari nilishazungumza na, na, na, na mmoja wa, wa, wa watu walionusurika hapa. Mwambie kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ambaye ndio mkuu wa mkoa wa hapo Ruvuma, Benedict Mahenge anazungumziaje tukio hili? Ah, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Ruvuma Benedict Mahenge kwanza amesikitishwa na na, na na tukio hili. Ni kwamba alifika tu jana na kesho anatakiwa afanye kazi ya ya kuwaapisha ya kuwaapisha wakuu wa wilaya wa mkoa huu wa Ruvuma, lakini kufika tu anakutana na mtihani wake wa kwanza huu. Kwa hiyo amesikitishwa na tukio hili pia ametoa pole, lakini ni kwamba uh, sheria zi, zi, zi, zimevunjwa kwa maana boti ilizidisha ilizidisha watu na amesema baadaye hilo litatizamwa, ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa, lakini kwanza ametoa pole na na, na kusema jitihada za kuwatafuta hawa ambao wamezama kwenye mto huu zinaendelea. Ni kushukuru Joseph Mwambije kutoka hapo Ruvuma kuzungumza nasi na bila shaka utatujuza kile ambacho kitaendelea katika jitihada za kutafuta hao tisa ambao mpaka sasa bado hawajapatikana. Naam, Kambaya, nitakuwa nawajulisha kila kinachoendelea hapa.